Ambia waumini wetu kuhusiana na amani. Amani ukizungumza kwa watu wengine huwa wanafikiri kwamba wewe tayari umekushaingiza siasa. Amani ni kitu kingine kabisa na siasa ni kitu kingine kabisa. Amani inamhusu kila mtu awe na chama, asiwe na chama. Binadamu, jini, wanyama amani na wahusu. Ndio maana Waswahili wakasema, fahari wawili wanapogombana, ziumiazo ni nini? Yes. Nyasi. Sasa sisi lazima tuwaambie wale watu ambao weko kwenye mamlaka kwamba jitahidini kutunza amani. Sasa leo mtu akizungumza hivyo anaonekana kwamba huyo mtu anazungumza siasa au anaonekana yeye ni wa chama tawala, kwa sababu chama tawala ndio kinahubiri amani, na yeye kahubiri amani, anaonekana ndio wa chama tawala yule, shehe wa CCM yule. Hapana, amani inamuhusu kila mtu. Wewe ukihubiri amani unakuwa umewaokoa ume mpaka wanyama wanyama. Ikitokea vurugu wanyama wanakufa. Ikitokea vurugu wanyama huwa wanakufa. Wanyama wana hatia gani? Wanyama wanajua siasa zenu? Hawajui wao. Wanyama kule wana uongozi wao kule, wanaongozana wao kwao. Wanyama siasa yenu hawajui, lakini ikitokea vita ikitokea kuna jambo limetokea la tu nini. Naomba nimalizie kwa kukazia hapa, kwa kukazia hapa kwa sababu ya muda, lakini naomba hapa nipakazie sana, na ikifika na dakika arobaini unisitue. Ikifika na dakika arobaini hapo unisitue. Amani pia izungumza hii. Kuna msemaji mmoja anasema na hii kauli nimeanza kuisema sana, ili zoeleke kwa watu wengi. Sijawahi sikia sikia watu wanaizungumza, lakini nimeona mimi nishadidie sana kauli hii. Ni msemo ambao jenerali mmoja, wakati anahamasisha wale uh, askari wake kufanya. Hawa askari wanafahamu huu msemo ninaousema, hawa maaskari waliopita kama afande Mfinanga hapa wanafahamu vizuri tena, wao wanaweza wakausema vizuri kuliko ninavyosema mimi na wanaweza wakaufafanua vizuri kuliko ninavyofafanua mimi. Wanasema hivi, better sweating in the period of peace, ni vizuri, ni bora uvuje jasho e, nyingi kipindi cha amani. Yaani maana yake ni kwamba ni bora utumie nguvu kubwa kuihubiri amani wakati wa amani To save a lot of blood in the war time au in a war time, kwa ajili ya kuzuia damu nyingi kumwagika wakati wa vita. Yaani wewe, muda ambao unatakiwa uihubiri amani, jitahidi sana kuihubiri amani, na amani itatumia nguvu kubwa, jasho likutoke kuihubiri amani Utakapotumia jasho jingi kuihubiri kuihubiri amani, ikitokea kwamba kuna vita, vita hiyo itakuwa ndogo, itakuwa ndogo. Yaani damu itamwagika kidogo kuliko kuacha kuihubiri amani.